Wafugaji wa wengi sana changamoto kubwa imekuwa ni pale ambapo magonjwa yanakuwa yameingia, na muda mwingine unaweza kuwakuta kuku, huwaelewi, lakini unashindwa kuelewa hawa kuku wanaumwa ugonjwa gani? Kwa mfano uh, ugonjwa wa minyoo ni ugonjwa ambao unaweza ukaona kuku hawachangamki, kuku hawali, ukahisi labda wana, wana magonjwa mengine. Maana yake wafugaji wengi sana tumekuwa tunasahau e, kama kuku wanaweza wakaumwa minyoo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unaanza kutumia tiba tofauti tofauti, lakini kumbe tatizo kubwa ni minyoo. Sasa kwenye hii video ninataka nikuelezee E, dalili za kuku ambao wana minyoo, lakini pia e, tiba yake, utatumia tiba gani ya asili, vilevile vile pia nitakuelekeza athari za minyoo kwa kuku. Kama kuku wako atakuwa na minyoo, atakuwa na athari gani? Kwanza tuanze na hizi athari za minyoo kwa kuku. Kama kuku wako amepata minyoo, kwanza kabisa, kama ni kuku anayetaga, ataacha kutaga, utagaji wake uta, utashuka kwa kiwango kikubwa sana. Na jambo la pili ni kwamba e, kuku atapungua uzito. Kama unafuga broiler labda wana minyoo au kuku chotara au kuku aina yoyote ile, lazima atapungua uzito, kwa sababu sehemu kubwa ya virutubisho anakuwa anashindwa kuvipata vizuri huyo kuku. Ndio maana utakuta kwamba hata afya yake inadhorota, hali kadhalika e, mpangilio wa manyoya unakuwa sio mzuri. Hichi ni kitu ambacho unaweza ukakiona kwa kuku ukakichukulia kama ni dalili na ukatambua kwamba kuku wako wana minyoo. Aa, sasa tuangalie ni vitu gani ambavyo vinaweza vikakuonyesha moja kwa moja kwamba kuku wako kwamba wamepata minyoo. Kwanza kabisa, e, kwenye kinyesi unaweza ukaona kabisa kwenye kinyesi kuku anajisaidia kinyesi ambacho kimechanganyikana na minyoo, basi utajua kabisa kuku wako wameshambuliwa na minyoo. Na jambo jingine eh, ni kwamba manyoya, mpangilio ule wa manyoya unakuwa sio mzuri, unakuta manyoya eh, ni kama vile yamesimama. Kwa hiyo hapo ujue kabisa, eh, kuku wako wanaumwa minyoo. Jambo jingine ni kupungua uzito eh, unakuta kuku wako wanapungua uzito sana, basi u, u, ujue kwamba kuku wako watakuwa wana shambuliwa na minyoo. Na dalili nyingine ya kwamba kuku wako ana minyoo, kuku wanaweza wakashindwa kabisa kutembea, yani ukakuta kuku anatembea kwa kuchechemea au anashindwa kabisa kutembea, e, inakuwa ni dalili nyingine ya minyoo, japo hizi dalili zinafanana na magonjwa mengine. Kwa mfano kuku kushindwa kabisa kutembea, yawezekana ni ukosefu wa madini e, mwilini, lakini e, minyoo nayo pia utamwona kuku kuku anatembea kwa kuchechemea, basi ujue kabisa kuku wako a, pata minyoo na muda mwingine, au uh, kama labda umemchinja kuku mmoja kwa ajili ya kitoweo ukamwona na minyoo, basi kwa asilimia kubwa eh, kuku wengine waliobaki na wenyewe watakuwa wana minyoo. Minyoo inasababishwa na eh, mambo mbalimbali mbali, lakini ikiwemo sana sana ni kuku kula vyakula vichafu. Kwa mfano huu um, msimu ambao mvua zinakuwa zinanyesha ni rahisi sana kuku kuweza kupata kwayo minyoo. Kwa hiyo minyoo ni kitu ambacho uh, unahitaji kukitibu kwa sababu athari zake ni kubwa sana na inaweza ikakusababishia hasara. Kwa mfano unawalisha kuku vizuri kabisa, lakini hawapati afya, wanapungua sababu ya minyoo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukatibia minyoo kipindi ambacho unakuwa nawafuga kuku wako. Na kwa ujumla ni kwamba kuku akifikisha e, miezi miwili huwa anapaswa kupewa chanjo ya minyoo. Chanjo ya minyoo una kama uh, uh, huijui, unaweza ukawapatia tu dawa za kawaida. Sasa hapa nitakwenda kukuelekeza tiba ya asili ambayo utawapatia. Kabla ya yote, nikukumbushe kwamba unaweza kujiunga na kundi letu la WhatsApp kwa ajili ya mafuzo eh, kundi letu ada yake ni shilingi 1500 utajiunga kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Hili kundi tunatoa mafunzo mbalimbali mbali, ya namna ambavyo unaweza ukafuga. Sambamba na hilo pia lakini, tunavyo vitabu vitabu mbalimbali mbali, eh, kwa ajili ya ufugaji. Kwa mfano tunacho kitabu cha safari ya ufugaji. Hichi kitabu kina mbinu bora kabisa za kuweza kupunguza bajeti na mbinu bora za kufanya ufugaji. Humu ndani pia kuna kanuni bora kabisa ya kuweza kuwafuga eh, kuku kwa gharama nafuu kabisa, kwa sababu kuna kanuni za kuchanganya chakula. Kama unataka kuchanganya chakula, mwenye unajua, ili swala la kuchanganya chakula sio unachanganya tu chakula, kuku anakosa afya. Changanya chakula bora, kuku wapate afya bora, ili ufikie uzito mkubwa, au uuze kwa gharama kubwa, upate faida. Lakini pia kama unawachanganyia kuku wako kwa ajili ya kutaga, basi wachanganyie chakula ili waweze kutaga vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna kanuni nzuri kabisa ambazo kwa ajili ya vifaranga wanaokuwa kuwa na kwa ajili ya kuku kutaga vizuri, zipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji. Ah, sambamba na hivyo tuna kitabu cha tiba za asili ambacho pia hapa shambani sisi tunakitumia kwa ajili ya kuwatibia kuku. Kwa hiyo ukikipata hiki kitabu kitakusaidia sana, na kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho ni kitabu kizuri sana e, kitakachokusaidia wewe kwa ajili ya kuwafuga kuku wako aina ya broiler. Vitabu vyote, kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi na uzuri wa hivi vitabu vipo katika soft copy. kwa hiyo ukituma pesa yako hapo hapo unatumiwa kitabu kwa hiyo kutupata sisi Kingo Farm unaweza ukatupigia namba ya simu hiyo hapo ambayo unaiona hapo juu na ukatupata tukakupatia hivi vitabu. Aa, sasa hapa utatumia tiba hizi mbili. Kwanza kabisa utatumia unga wa mbegu za maboga huu hapa, huwa ni tiba nzuri kabisa ya kuondoa minyoo kwa kuku na utakachokifanya hapa utachukua, e, vijiko vitatu utaweka kwenye maji lita kumi. e, unaweza ukakanga uka, uka, uka, hizi mbegu ukatwanga ukapata vizuri kabisa, au ukabrendi au unaweza ukanunua madukani, e, magengeni mle huwa wanauza unga wa mbegu za maboga. Aa, lakini pia unaweza ukatumia magadi. Magadi hayo hapo unayaona, nadhani haya yanapatikana dukani, ukienda ukiulizia magadi. Haya magadi unaweza ukatumia katika mbinu mbili. Kwanza, unaweza kuchanganyia na chakula. Jambo la pili, unaweza ukaweka kwenye maji. Sasa kwenye kuchanganyia na chakula, utachukua E, gramu hamsini napozungumzia gramu hamsini nazungumzia vijiko vitano vya chakula u, utachanganya na kilo kumi za chakula. Kwa hiyo ina maana kwamba, e, kama utapata magadi nusu kilo utayaweka kwenye kilo mia za chakula e, sasa ukichanganya ukiwapatia kuku wako, ndio utakuwa umesha watibia minyoo. Lakini pia kwenye maji, kwenye maji, kijiko kimoja cha magadi utaweka kwenye maji lita kumi. Kwa hiyo, huo ndio mchanganyo ambao utautumia kwenye maji. Na uzuri wa magadi, ukitumia magadi kama kuku wako wanayo minyoo, utaona kabisa wanajisaidia minyoo ambayo e, imesha kufa. Kwa hiyo, inakwenda kabisa kuua minyoo tumboni. Kwa hiyo, hilo ni, ni, ni, ni, ni jambo la muhimu sana e, pale unapokuwa unatumia

kwa ajili ya kuondoa minyoo kwao, tiba ni hizo mbili za asili. Unaweza kutumia magadi, kama unashindwa kupata magadi, basi utakwenda kutumia e, unga wa mbegu za maboga. Huu unga wa mbegu za maboga unaweza ukauandaa wewe mwenyewe au unaweza ukaenda sokoni ukanunua ambao wamekwisha kutengeneza. kisha ukaenda kuwawekea kwenye maji na ukawa umeondoa minyoo kwa kuku wako. Lakini muhimu pia e, kama una kuku amefikisha miezi miwili uka awapatia hivi vitu ili kuweza kuwakinga na chanjo e, kutumia kama vile chanjo ya minyoo, manake kuku wa miezi miwili lazima tu atakuwa na minyoo. Uwaga tunachukulia kwa kipimo hicho, ni kipimo ambacho inatakiwa apate e, dawa ya minyoo ya kuweza kuondoa minyoo, na kila baada ya miezi miwili hakikisha e, kuku wako unawapatia dawa hizi za minyoo, ili kuepukana na athari za minyoo kama kuku wako atakuwa na minyoo.